Polisi nchini Makedonia wameshikilia baadhi ya watu baada ya moto kuwaka katika klabu mojawapo. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina na Christina Mbalku. Polisi wameshikilia watu kadhaa baada ya moto kwenye klabu ya usiku huo Makedonia kaskazini kuwa watu wengi. Polisi wamezuia watu 15 baada ya moto kwenye klabu ya usiku huo Makedonia kaskazini kuwa watu wasiopungua 59, maafisa wamesema blas ilizunguka karibu saa mbili usiku wakati wa ndani saa moja na nusu Jumapili katika klabu ya Pazo huko Kokan, ambapo watu wapatao mia tano walikuwa wamekusanyika kwa tamasha la DNK duo maarufu kwa hip hop nchini mwanachama mmoja tu wa bendi hiyo alinusurika na alikuwa akitibiwa hospitalini. Msemaji wa msema ofisi ya waendesha mashtaka wa umma aliambia Newshour ya BBC kwamba kwa jumla ya watu 155 walijeruhiwa kwenye tamasha hilo. Waziri wa mambo ya ndani Pestoskak alisema wafungwa watahojiwa na kuongeza kuwa kuna sababu za tuhuma kwamba kuna hongo za ufisadi zilizozungukwa na moto huo. Ukaguzi wa kwanza kwenye tovuti siku ya Jumapili pia ulikuwa umeonyesha usumbufu kadhaa kwenye ukumbi huo. kuna upungufu katika mfumo wa kuzima moto na mfumo wa umeme, alisema akizungumzia ripoti ya awali. Alisema moto huo umeanzishwa na cheche kutoka kwa vifaa vya proteknika ambavyo vilikuwa vikigonga dali, ambavyo vilitengenezwa kwa nyenzo zenye kuwaka sana. Footage zinaonyesha bendi ambayo iliundwa mnamo elfu mbili na mbili inaongeza chati za kaskazini za Kimasedonia katika muongo mmoja uliopita, ikicheza kwenye hatua wakati taa mbili zinaenda baada ya hapo, chechi zinawaka moto kwenye dali kabla ya kuenea haraka. Video iliyothibitishwa na BBC inaonyesha watu wakijaribu kuzima moto kwenye dali. Jalada inaonyesha klabu ilikuwa bado imejaa na watu wengine walionekana kutazama juu za kuwasha moto kabla ya kuondoka. Ripoti inaonyesha ukweli huo, kulikuwa na kingilio kimoja tu na hatua za kutoka kwa klabu cha usiku huyo kilisababishwa na hofu tunaendelea kutazama kwamba maeneo mengi ya ukumbi zinakuwa zina milango tofauti na mlango wa dharura wa kutoka kwa watu, lakini klabu hii ilikuwa na mlango mmoja tu, hali iliyopelekea watu mia moja hamsini na tano kujeruhiwa. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Kristina Mbarkusisa, kusubscribe, kulike na kushare, ili waanze kupata notification.